Sasa wenzetu, kwa mfano wa Indonesia, wanazalisha zaidi ya tani laki moja. Tunajiuliza, hivi kwa nini huku Zanzibar sisi wenye karafuu iliyokuwa bora zaidi tunashindwa kufika hata tani elfu kumi? Tukaangalia changamoto zilizopo, tukagundua kuna changamoto kuu nne. Ya kwanza kabisa ni umiliki wa mashamba ya karafuu. Pale ambapo tulikuwa tunaweka umiliki wa mashamba yale chini ya serikali, wakulima walikuwa wanashindwa kuyahudumia vizuri, kwa sababu ikifika wakati wa msimu, wewe uliokuwepo pale kwenye shamba unaambiwa tu kwamba a, safari hii tumeshakodisha kwa fulani. Sasa unakata tamaa, hivi kwa nini nihudumie, alafu anakuja kukodishwa mtu mwingine dakika za mwisho, anavuna yeye. Hii ni moja ya sababu kuu iliyopelekea watu kutoyatunza vizuri mashamba, kutopanda mikarafuu mipya, kutoyapalilia na kuhakikisha kwamba tunazalisha zaidi. Kama serikali, tukafanya maamuzi ya makusudi tukasema, kuanzia sasa tuwakabidhi wahusika mashamba yao, tuwape hati miliki. Oktoba tunatiki.